Ni ukweli kwamba huwezi kujua ulichonacho mpaka ukipoteze, lakini pia ni ukweli, huwezi kukijua kitu unachokikosa mpaka kinapokuja. Kumpa mapenzi mtu ya maneno haimaanishi kwamba atakupenda na usitegemee mapenzi, we subiri mpaka penzi litakapokuwa tayari kulikuza ndani ya moyo wako. Ugumu ni kuwa na kitu ambacho unatamani kukisikia kutoka kwa mtu lakini huwezi kukisikia. Mbona jana hujarudi, tena mpenzi wangu? Mama yako yupo kwa ajili ya kuulinda usichana wako. Najua hilo, lakini wewe ni mwanaume ambaye unaweza kukaa kwenye imaya ya mwanamke yeyote yule. <laughs> Asante umaira wangu, lakini kazi ya moyo ni kusukuma damu na wala sio mapenzi na mapenzi yanao wenyewe na, wenye. Na mwanamke mwenye sifa ya uzuri kama wako hupambwa na tabia njema, na wazazi ni baraka pekee katika maisha yako. Unaweza ukanieleza unatokea wapi? Ntokea madrasa. M muda huo mwanangu? Madrasa mimi nilifika mpaka madrasa sija kuona, nikaambiwa mmetolewa saa kumi na mbili jioni na saa hizi ni saa mbili, mwanangu. Umwogopi Mungu wako? Na kwa nini kinywani kwako unapenda kujaza uongo? Kweli mama, nilipotoka nilipita kwa kina Batuli, tunarudi nyumbani. Mwanangu, chunga kitasa chako, fungue tupe mbali. Fisi hawa na adabu, linda usichana wako mwanangu, Mola wako atakuridhia. Mbona mimi nilifika kwa kina Batuli na sija kukuta? Na bahati yako baba yako kaenda msikitini. Angekunyoosha leo. Pumbavu kubwa. Kwa mido snoku wapani kuna mwana yangu malafu Iwa shemutu wakewe chibiwa Bro ah, mbona nikata steam babu, usinetema baba, mbona kwa nguruchu wewe? Acha kuyumba kopya. Unafeli. Unaelewa? Ah, wewe mwenyewe unajua awashikaji ah, washatoboa, imebaki mimi na wewe. Kinachotakiwa sisi tupambane ili kujikimu na huukata mzee baba. Nisikize ni kwambie kitu bro. Ujue hakuna kitu kipya kwenye maisha. Ilmani sisi tumepewa miguu na mikono miwili, basi ujue hakuna kitakachoshindikana chini ya jua. Amini hivyo bro. Sijakuelewa. Inamaanisha hii miguu yetu miwili na hii mikono yetu miwili, miwili ndio itakayoleta mazaga ya kiomboi. Nakubali mkuru. Lakini hilo lisiwe jambo la kukufanya wewe ili kukaumiza kichwa chako mpaka ukashindwa kungamua vitu vingine. Ili mali sisi tumepewa nguvu, basi tuna uwezo wa kupambana. Kwa sababu au wengine wanaofanya wana nini au wamempa nini Mungu mpaka mimi na wewe tushindwe? Kopia, acha kujisaulisha. Kopia, acha kujisaulisha. Wazee wetu na walikuwa na miguu miwili, walikuwa na mikono miwili kama tulivyo sisi, lakini maisha ndio haya ambayo tunayoishi, Kopia. Sisi kwetu furaha imeingia kwenye kaburi, furaha imezikwa kwenye kaburi. Hatujui lini itapigwa parapanda ili ifufuke. Rupia, unajua maisha ni hapa hapa duniani. Najua unatamani sana tuishi maisha kama akishua, lakini hilo sisi hatuliwezi. Kumbuka wazee wetu walitutengenezea hiyo mifereji Sikiza, nikwambie bro. Wewe ukiwa kama baba mpya, kinachotakiwa upambane kadri ya uwezo wako, pambana ili familia yako isije kuishi maisha yatunaishi mimi na wewe sasa hivi. Kwa sababu hatujui hapa tulipo sasa hivi tunakula nini, hatujui, wala hatujui hapa tutalala saa ngapi. Yaani, sisi tunaishi tu kwa mapendekezo ya Mungu, kitu kingine labda hebu mfanye asije kujutia kuwa na wewe. Hapo ndo unapofeli, Kopya. Hata we mfanye asije kujuta. saa hizi dada Salama, sijui tunaweza tukampata bosi hapa kuzenya. Akina nani? Namjitambulisha majina na mnataka nini? Aha. Mimi naitwa Rupia Chunguke na mwenzangu anaitwa Kopia, bila kusahau mtoto maremu. Semeni shida yenu. Dada, si shida yetu, kazi kama unaweza ukatupa kazi ya kubebabeba hii mizigo hapa hivi. Sisi kazi zote tunaweza tukafanya. Kiwango cha elimu yenu? Kiukweli sisi tumesha darasa la saba. Kwani dada, kufanya kazi hapa ya kubebabeba mizigo inahitaji elimu darasa la saba? Mnakuja kuomba kazi kwa elimu mliokuwa nayo, hata mwonekano wenu amwestahili kufanya kazi hapa. Mngeenda kuokota siso ndo kazi inayowafaa. Kwa hiyo siwezi kuwapa kazi. Wajua ni kuambia kitu demu, unatazarau sisi tumekuja hapa kuomba kazi kiustarabu. Najua aje maneno yako, mimi watu kama nyinyi ndio kama mdudu.

Nani mwenzangu? Mimi hapa. Ana ndio Ana? Nani mimi hapa, schoolmate wako, tulisoma shule ya msingi Mavulunza. Unanikumbuka? Mu, mimi nilikuwa mattress, wewe ulikuwa monitor. Nini kimekupata, mbona uko hivyo? Ana ndio. <laughs> Ndio ana, ana, nimefurahi sana kusikia sauti yako mara nyingine vipi kuhusiana na, na, na, na, yule yule yule rafiki yako, anapenda sana kula, vipi yule? ni mtu gani siokuwa na huruma? Kopya nampika mtembeaoni. una huruma, una huruma kuliza, una huruma kopya. Siwezi kuwa na mtu kama wewe, siwezi kopya. Blaza, nomba nisameni, wivu wangu umeniponza. Kusam, kweli kabisa nimekusameni. Zika, kopia. Umelizika. Ah! Ana. Ana. Ana! Ana! Hilo ndo tatizo la kuhukumu jambo usilolijua, sawa. Siku ingine utajifunza, tuondoke. Salha, kwa sasa wanatakiwa wasikiliza wazazi wako kile wanachokwambia. Tambua mapenzi yapo na yataendelea kuwepo Baturi nampenda sana wazazi wangu, lakini umefika muda wa kuendesha hisia zangu. Nampenda sana Rupia kuliko unavyofikiria, ila mapenzi yana sheria na, na taratibu zake. Kama anakupenda mwambie, ufuate utaratibu na sheria ili atambulike. Rafiki yangu, utaratibu utafuatwa, lakini sio kwa haraka kama hivyo unavyofikiria Rupia maisha bado hajakaa sawa, namwambia kila siku itayorewo, kwa kweli. Shoga yangu, nimebakiza muda mfupi wa kunana na Rupia, hii inawekwa mzee uku kile lilopita litaribu fikra zako. Unajua nini bro, unajua jinsi gani anavyomkubali sana, ana ana hisi ndio upendo pekee uliobaki duniani kwa mwanamke baada ya kumpoteza bibi mkubwa. Kopi, mimi nalijua hilo lakini maji yakisha mwagika azoreki. Kinachotakiwa kwamba ni kumpanga, yani ujue kwamba ni kiasi gani nampanga, kwamba nampanga uigaisha naudi katika imaya yangu lakini sasa wewe ukiwa na stress kama hivyo yani nini? Haiji mzee, unafikiria tanielewa kweli yule demu? Kwa sababu bado naona kama analetema mzimu zongo hadi dakika hii sielewi, yani sielewi babu, ilo jambo dogo sana kama yule demu kakuelewa. Wale wanawake tu, amini kwamba yule apindui apindui. Nafikiria siku ambayo utakuja kuniacha kopia, sijui itakuwaje. <coughs> Ana mbona mimi sifikiri hivyo. Unajua, baada ya kumpoteza bimdashi, upendo wangu wote umeelekea kwako wewe, kwa sababu wewe ndio kama bimdashi ambaye huko duniani kwa sasa. Kwao sipotaji nikupoteze, ila nafikiria na, na mimi siku ambayo nitakayopokea, sijui kama utanisamehe <coughs> Usijali kopia. Nitakusamehe kama Mungu anatusamehe tukimkosea. Afu unajua nini kopia? Usiwe na stress za ajabu hizo mzee. Yaani kuna vitu fulani sio kama hivyo. Unajua kama wale ni wadudu. Wale wadudu, yani unashika kama ng'ombe unavuta unaburuza hivi. Sasa stress za ajabu namna hiyo, kuja kufa bure umpe shida kaka yako. Mimi nakubali tozo. Yeah, no stress babu. Na nakubali. Mapenzi yashakuwa live sasa hivi. Wow. Usijisumbua kuficha hiyo sigara. Njoo pembeni. Mbona uko hapa muda huu? Nataka nisijaendelee kuvuta bangi zako si ndio? Hivi rupia. Utachalini tabiza kukaa vijuena kuvuta hizo bangi? He? Huoni kama unanizalilisha? Badilika basi ili uweze kuwa baba bora wa baadaye badilika. Saha, nitabadilika ila sio kilesi kama hivyo unavyofikiria. Bangi ni moja ya maisha yangu, kwa sababu na vigumu nilivyovipitia, sikuwahi kupata malezi ya baba wala mama kama wewe. Natamani na mimi siku moja nikepata malezi ya baba au mama, ila dago langu ilikuwa ni wahuni ndio waliokuwa walezi wangu. Mi nakupenda nitabadilika, dozee. Dozee sawa, nimejilipua kuwa na wewe lakini sifike muda nikajuta. Staki, staki nje njute, baadaye utajuta kwa sababu yangu. Naenda nyumbani. Sasa hivi muda umeenda. Tumeelewana. Tutaongea baadaye. Shem darling, ola mbie. Mimi nenda zangu tunaona kesho Mungu akijalia poa eh? Karibu ah. <gasps>